Wakati Rais William Ruto amechaguliwa, uchumi wetu ulikuwa umezorota, uchumi ulikuwa umeharibika kwa sababu kwa karibu miaka miwili 2020 2021, hakuna kazi iliendelea Kenya na dunia mzima, kwa sababu ya ugonjwa wa corona, uchumi ukafungwa, Biashara zikafungwa, matatu zote zikawekwa parking, hakuna usafiri, hakuna hoteli imefunguliwa, hakuna soko, hatuendi kazini, tukakaa nyumbani miezi kadhaa mwaka. Na hiyo ugonjwa wa corona ndio ilisababisha uharibifu wa uchumi ambao siku ile Rais William Ruto anachukua kiti kama rais uchumi ulikuwa umezorota na ukafikia hali mbaya ambayo hatujaweza kufika tena tangu Kenya. Because for two years, there was no economic activity, no production, no work. Na hiyo ndio uliona ilileta uchungu mkubwa wa kiuchumi sana sana kwa wananchi huku mashinani. Mnakumbuka siku ile baada ya kuapishwa kulikuwa na maandamano Kenya mzima kwa sababu bei ya unga especially ilikuwa imefika shilingi 250 kwa kilo mbili. Unakumbuka ile maandamano ya sufuria? si kulikuwa na maandamano ya sufuria kwa sababu ya, ya bei ya unga kupanda sana na bei ya petroli. Sasa nataka niwaeleze mahali tumefikisha ajenda ya kupunguza bei ya unga, bei ya petroli na bei ya bidhaa muhimu. Ile unga ambaye ilikuwa shilingi 250 kwa kilo mbili tumeweka pesa ya serikali katika miaka miwili ambayo imepita kuletea wananchi mbolea ya bei nafuu. Mbolea ambaye imesaidia kuzalisha mahindi ya kutosha. Mbolea ambaye 2022 ilikuwa inagharimu mkulima shilingi elfu saba mfuko moja tumetumia pesa ya serikali kupunguza bei ya mbolea ikatoka shilingi elfu saba kwa mfuko moja sasa inauzwa shilingi elfu mbili na mia tano gharama ambayo inagharamiwa na serikali ya kupunguza hiyo bei ndiyo mwananchi na mkulima amudu fertilizer ili atumie hiyo fertilizer kwa shamba yake, na hiyo ndio imesababisha mazao mema ya mahindi. Na kwa hivyo vile vile vile serikali imepunguza bei ya mbolea kutoka 1700 mpaka 2500 wakulima nao wakafanya bidii. Nyinyi wakulima, hamkulala mkafanya bidii, Mwenyezi Mungu naye akatubariki na, na mvua. Serikali imetoa e, mbolea ya bei nafuu, mkulima amefanya bidii shambani, Mungu ametupatia mvua. Hiyo ndio imesababisha kama taifa la Kenya tuzalishe mahindi ya kutosha, na leo tumepunguza ile mahindi tulikuwa tunatoa nje ya nchi kwa asilimia sabini, 70% of maize imports production. Bei ya unga ile ilikuwa 250, imeshuka kwa takriban shilingi 100 na kitu, sasa iko 140 150 hapo, na bado tunakazana ili ipungue hata zaidi. Najua some brands zimeanza kufika 160 haija haitafika bali ilikuwa 250, 240. Tunaendelea kupigana na hiyo maneno, vile tumetoa 240, 250, bado tunaendelea, kwa sababu bado tuko na muda, miaka tano haijaisha, na tutaiteremsha ifike 100 ili mwananchi wa kawaida amudu.